Misikiti ya masalafi wa Moshi, na ujumbe huu ninautoa mimi kwa niaba ya walimu wenzangu mashekhe wa hapa na kwa niaba ya waumini wa msikiti huu. Ujumbe huu tunautoa kufuatia nyakati ambazo tuko nazo hivi sasa kama alivyogusia ndugu yetu khatibu hafidhahu llahu ta'ala, ustadhi Ali Kipindi tulichokuwa nacho ni kipindi nchi yetu inayoelekea katika uchaguzi mkuu tarehe 29, hapo ya mwezi huu. Ni siku ya uchaguzi mkuu wa nchi hii, wanakwenda kuchaguliwa madiwani, wabunge, kadhalika uchaguzi wa rais. Sasa, ujumbe wetu sisi masalafi, utaratibu wetu ni kubakia katika mstari wa dini yetu bila kuangalia